E, nimekuwa nikipata maswali mengi kutoka kwa wanawake e, mabinti e, kina dada ya namna gani ya kuosha uke. Sasa nimelazimika kufanya e, mubashara huu ili niweze kusema mambo machache. Ndugu zanguni kwenye haya mambo ya kuosha uke, nimelazimika kufanya hii klipu kwa sababu ninaona wanawake wengi sasa hivi wanasumbuliwa na matatizo ya miwasho, matatizo ya harufu, matatizo ya uke unajaa maji, uke unanuka. Sasa wanawake walio wengi e, huwa hawaponi e, au hawakai sawa ukeni au ukeo hauwi mzuri haunukii vizuri, kwa sababu ya namna uke unavokuwa unaoshwa. Sasa ndugu zangu ni e, wanawake e, ni lazima tufahamu kwanza, e, pale ukeni e, kuna vitu gani? mm. pale maeneo yale maeneo ya sehemu ya siri e, huwa panaitwa vulva. E, pale huwa panaitwa vulva yaani, mm. Yani ile sehemu ya siri linavyoonekana na mwonekano wake wa ujumla inaitwa ina, inaitwa e, vulva. E, kuanzia sehemu ambapo kunaota e, mavuzi au zile nywele za siri pamoja na uke wenyewe inaitwa inaitwa vulva, lakini e, kutoka kwenye vulva huku e, chini huku kuna e, kuna kuna ile sehemu tunaita perineum, ile sehemu mpaka kati ya e, sehemu za ukeni au sehemu za uzazi na sehemu za e, za haja kubwa. Sasa ndugu zangu, ni wanawake e, hiyo sehemu hiyo inaposhwa, na naomba musikilize kwa makini, mufuatilie kwa makini e, ni namna gani e, uke unaoshwa kwanza kabisa e, ukiwa e, bafuni kwako, ukiwa umeandaa maji yako, maji safi kabisa, ambayo hayana kemikali yoyote, hayana dawa yoyote, hayana manukato yoyote, ukiwa umekaa e, bafuni kwako e, na kitambaa, na kitambaa laini kitambaa eh, kitambaa laini sasa, eh, wakati wa kujisafisha uke okay. Kwanza tunaanza kwa juu, tunaanza kwenye sura ya, ya vulva tunaanza kwenye sura ya sehemu ya siri eh, eh, ilivyo kwa maana eh, ukiwa na sehemu kama hii eh, kwa maana yani huu ni mfano eh, kwamba pale eh, pale kwenye ile sura ndo pako hivi eh, mavuzi yako sehemu hii hapa. Kwa hiyo, e, unatumia e, hicho kitambaa, kitambaa laini ambacho hakiumizi e, unachovya yale, e, kile kitambaa kwenye yale maji safi e, safi yenye kavuguvugu kidogo e, unaanza e, kufuta au kusafisha kutoka juu kuja chini, unatoka juu kuja chini. E, sio unafanya fanya hivi. E, unatoka juu kuja chini mara moja pap. E, una, e, unaacha. Baada ya kile kitambaa kukilowanisha. Baada ya hapo unarudia upande wa pili, unaanza unashusha mpaka e, mwisho wa mdomo wa uke kwa chini, alafu una, e, we, unaacha mm. Baada e, ya hapo hicho kitambaa unakamua. E, e, ili huo uchafu utoke, then unalowesha tena e, kwenye maji. Ukishalowesha kwenye maji unakuja sasa kwenye shavu la nje e, yale mashavu nadhani wanawake tunajua yale mashavu ya nje. E, unaanza kwenye shavu la upande mmoja mm, unalisafisha hilo shavu lote kwa, e, kwa nje na kwa ndani, sio una nani, una, yani unakuwa kama unapaka paka, yani unaanza ukianza, unaenda mpaka chini, unamaliza. Unafuta tena kwa ndani mpaka chini e, una e, unamaliza, kisha unahamia shavu e, la upande mwingine, na, na lenyewe unafanya hivyo hivyo, unalifuta kwa nje, unamaliza, unalifuta kwa ndani, unamaliza. Na kumbuka eh, unafanya uelekeo mmoja wa kutoka mbele kwenda nyuma mm, na sio nyuma mbele mbele nyuma. Yaani unakuwa unaenda, unaenda enda. Kwa hiyo unafanya hivyo kwa shavu eh, la kushoto na shavu la kulia. Ukishatoka hapo unaenda kwenye shavu la eh, shavu la ndani lile eh, tunaita labia minora shavu la ndani na lenyewe, kwa sababu lile ni laini laini kidogo mm, halina ngozi ngumu kama shavu la nje lile ni laini sasa kwa kuwa lile ni, ni laini e, pia unalifuta kwa ulaini, unalifuta kwa ulaini kidogo taratibu e, vizuri u, ili ule uchafu utoke, na unaanza juu kuja chini, unaanza mbele kurudi nyuma hivyo mm. hivyo utafanya kwa, eh, kwa shavu lingine kwa maana utafanya kwa shavu la kulia na shavu la kushoto mm? Kwa hiyo unafanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo eh, kwenye, kwenye mashavu yote eh, sasa tunakuja kwenye eh, haya maeneo ya jirani yake hmm. haya maeneo ya jirani na kwenda kwenye perineum au ile sehemu ya mpaka kati ya, ya, ya, ya uke au mfumo wa uzazi na haja kubwa, na pale pia unapafuta kwa utaratibu wa mbele kwenda nyuma, na siyo nyuma kuna mbele, au siyo? Kwa kupiga kwa kupiga, eh, kwa kupiga eh, mzunguko sasa baada ya kujifanyia hivyo, baada ya kufanya hivyo, e, ndugu zanguni wanawake, kina dada e, sasa unaanza kujisuuza. Sasa kwenye kujisuuza sasa, mm, unajisuuza kama kawaida tu e, na maji maji ya vuguvugu vugu, maji ya kawaida tu yani kama unavyo kama unavyokuwa e, unaoga mm. Na wakati wa kujisuuza utaratibu ni ule ule e, unajisuuza kwa, kwa kutoka mbele kwenda nyuma, yani unakuwa ni ule una ule uchafu maj, ya, ya, ya, ma, maji machafu unayatoa unayasukuma kwenda e, unayasukuma kwenda nyuma. Sasa hayo ukiyasukuma kwenda nyuma, maana yake ni kwamba ili usiruhusu uchafu kutoka kwenye, kwenye haja kubwa e, au kwenye ngozi kuingia e, ukeni. Kwa hiyo wanawake ni lazima mfanye hivyo ili kuweza kuepusha kupata matatizo ya uke e, ambayo, ambayo hayaishi na ambayo yanawarudiarudia e, kila mara. Uke unaoshwa hivyo. Uke E, hauoshwi ndani. Achanena habari za makungwi hawa wanaowafundisha. E, dunia imebadilika, kinga imeshuka. Sasa hivi watu wamenenepa, watu wanatumia makemikali, watu wanatumia na, wa manjia za uzazi wa mpango. Kwa hiyo mwili umeshavurujika, kinga imeshavurujika, mwili hauko, hauko tena na, na, na nguvu kama zamani lakini watu hawali vitu vya asili eh, kama mama zetu wa zamani. Kwa hiyo ndugu zanguni, eh, hivyo ndio namna ya kujisafisha ndani, hakuingizwi chochote. Usiingize vidole ukeni, uke hautakuwa msafi kwa kuingiza vidole eh, ukeni. Uke una utaratibu wake wa kujisafisha huko ndani na hautaweza kunuka, hautaweza kujaa uchafu au kupata miwasho ukiwa hauingizi vidole e, ukeni. Unapoingiza vidole ukeni, moja, unaleta e, uchafu nje au vimelea nje unaingiza ukeni, lakini pili, unakuwa e, unatoa unafagia, unapiga deki, unatoa wale walinzi wa ukeni. Sasa ukitoa walinzi wa ukeni eh, ni rahisi kupata miwasho, ni rahisi kupata hizi fangasi, harufu ukeni, uke unauma, uke unawashawasha, uke sio mtamu, uke unajaa maji kwa sababu hiyo. Kwa hiyo uke hauoshwi kwa ndani, ndugu zangu, ni uke hauoshwi kwa ndani. Uke unaoshwa tu mm kwa nje na kwa taratibu ambao nilio e, nilio nilio usema. Kwa hiyo achaneni na hizi habari za makungwi, habari za wanawake ambao wanajifanya wanaelewa mambo ya afya, wanawapotosheni. Na ndio maana e, hali za ukeni haziishi, zinakuwa zinaendelea e, hapa e, na pale. Sasa wako ambao wanasema sasa, baada ya kufanya mapenzi, mume wangu ameshamwaga ameshakojolea huko ndani. Je, zile shahawa nazitoaje? Zile shahawa nitoe nisitoe? Wanawake e, fahamuni ya kwamba kwanza kabisa e, shahawa e, sio sumu, si lazima shahawa uzitoe ukeni, zile sio sumu e, na zina faida yake e, kama ni shahawa ambazo hazina magonjwa ambazo hazina, hazina bakteria E, zile zina faida yake. Kwanza kabisa, zinaimarisha ulinzi wa uke wako, zinaongeza ule unyevu unyevu ute wa ukeni e, unaongezeka. Uke hauwezi ukawa e, e, mkavu mkavu, kwa sababu ya, ya, ya zile shahawa, lakini pia e, huwa zina virutubisho ambazo zile kuta za uke zinakuwa zinanyonya nyonya, kwa hiyo si lazima si lazima uke e, u, e, shahawa uzitoe kwa vidole, si lazima, si lazima mm. Kwa kitaalamu nasema, si lazima, wewe ziache zikae huko e, e, kwa sababu uke una utaratibu wake wa namna gani ya kudili na shahawa mm. Kuna mazingira utakuta shahawa zinakuwa shahawa zinakuwa ziko nyingi sana, zinachuruzika Zina, zinakuwa kama zinatoka nje. Sasa katika mazingira kama hayo ndo tunashauri e, kujifuta kuzipunguza e, vizuri zile ambazo zinatoka kwa nje e, ili sasa uwe na amani usiweze kupata shida yoyote. Kwa hiyo nimeona nielezee kidogo kuhusu namna ya kuosha uke. Wanawake wengi wanapata matatizo wanapata madhara e, ya ukeni kwa sababu tu ya namna ya kusafisha uke, wanapiga uke deki mm. Na unakuta mwanamke anapata hizo shida za ukeni, anapata miwasho, anapata harufu, uke unajaa maji, pengine ameshafanyiwa na vipimo vyote vya mambo ya uzazi, amepewa matibabu, lakini kwa kuwa bado anaendelea kusafisha ndani, bado anaendelea kuingiza vidole ukeni, ile hali haiishi hata kama mwanamke umetibiwa vizuri, umepewa dawa sahihi kwa hiyo e, wewe ambaye unapata elimu hii, jua ya kwamba yuko mwanamke ambaye shida yake tu ni kwa sababu anasafisha uke ndani, e, hajui namna ya kusafisha uke. Ndio maana e, homa yake hali yake ya ukeni e, haiishi. Kwa hiyo, ni kufikisha ujumbe huu ili aweze kujua namna gani ya kusafisha, ya kusafisha kusafisha uke. Lakini e, jambo lingine pia, wanawake e, uke ili uwe mzuri, ili uwe, uwe mtamu E, ili mumeo aupende hauungwi kama rosti. Usije ukaweka chochote ukeni, usije ukaweka manukato ukeni, e, usije ukaweka makemikali yoyote ukeni e, vipipi, si mawe na nini ukeni, kwa sababu e, kwanza kabisa magonjwa ya uke yataongezeka, e, lakini unakuwa kwenye hatari ya kupata saratani ya uke. Sasa, ukipata saratani ya uke e, dawa yake ni uke unang'olewa unatupwa. Sasa hapo inakuwa umepata nini hapo? Haujapata kitu. Kwa hiyo u, ukeni e, ukeni kunapita tu kunapita tu maswala yale ya hedhi ndo yanapita ukeni, mtoto wakati wa waku, kujifungua na uume, hivyo ndo vitu ambavyo vinapita ukeni. Na wakati mwingine unapoumwa e, ukipewa dawa za hospitalini ambazo za kuweka ukeni, ndo utaweka ukeni. Tofauti na hapo usiweke kitu chuchu.